kwa kujihusisha na makosa ya wizi, uvamizi uh, wa abiria unyang'anyi wa mizigo uh, vibaka na kadhalika uh, ni kwamba jeshi la polisi kanda maalum uh, ya Dar es Salaam mnamo tarehe nane wa kumi na moja elfu mbili na kumi na saba kwenye majira ya saa tano alfa, kwenye majira ya saa kumi na moja alfajiri askari waliendesha msako mkali kufuatia ongezeko la wimbi la uhalifu unaofanyika kwa abiria na mali zao katika kituo kikuu cha mabasi yaendayo ya mikoani <coughs> maarufu eneo maarufu kama Ubungo Bus Terminal. Oparesheni hiyo ilifanikisha kukamatwa kwa watuhumiwa kama nilivyowataja mia moja na sita, ambapo watuhumiwa 95 walikamatwa kama kwa makosa ya ku bughudhi uh, abiria uh, na kuwaibia pia abiria mali wanazokuwa nazo ikiwepo pamoja na mikoba uh, na mabegi wanaokuwa wanasafiri nayo wakiwa eneo hayo. Watuhumiwa wote wamefikishwa mahakama ya jiji. Watuhumiwa wote waliokamatwa na kuhojiwa kama nilivyoainisha hapo juu, wamefikishwa mahakama ya jiji hapa tunatunza watuhumiwa wa makosa mbalimbali mbali kutoka taasisi mbalimbali zenye uwezo wa kupeleleza. Tunatunza watu wa makosa ya TRA, tunatunza watu wa makosa ya uwindaji haramu ambayo yanapelelezwa na taasisi nyingine, tunatunza watakukuru, tunatunza wote wanaotenda makosa kwenye idara ambazo zinapele... zina mamlaka ya kupeleleza kisheria. Mimi natunza na, na